na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuamsha salama. Kuna wengi ambao walilala wakiwa wako salama, lakini hawajaamka salama. Kwa hiyo kule kuamshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni neema, na kwa neema hii mwislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini pia kuna ambao walilala na wakalala moja kwa moja, watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi, lakini wewe, Allah amekuamsha umeamka. Hii ni neema kwa hakika, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi katika siku hii ya leo. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala. Kuamka na kutoka nyumbani na baridi yote na giza lote, ukaja msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala, kwa hakika hii ni neema kubwa. Kuna wengi bado wamelala hawajaamka na wala hawajaswali swalatu subhi. Wewe umepewa fursa na Allah subhanahu wa taala na ukaitumia ukawa umeiswali salatu subhi, eh, kwa hakika hiyo ni neema, unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna ambao wamekimbilia kwenye majukumu yao, hata kuswali subhi hawajaswali. Kwa hiyo mtu anaona, eh, majukumu yake ni bora kuliko swala, lakini wewe ukaona swala ni bora eh, kuliko kila kitu, ukaja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema kwa hakika, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini tatu, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kwa ta kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, jambo ambalo ni gumu. Tunalisema siku zote nafsi huwa haipendi Mtu anaweza akajifunza mambo mengi lakini hakumbuki kujifunza dini ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Hivyo unapojaliwa ukawakia katika vikao vya kheri kama hivi, wallahi ni neema kubwa na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Alfiqhu lmuyassaru fi dhaui lkitabi wa sunnah tulishaanza mlango wa funga ambayo ni sehemu ya nne katika kitabu hiki, na tukawa tumeanza mlango wa kwanza. Tuliishia katika almas'alatu alkhamis, na leo tutaanza almas'alatu sadisa, mas'ala ya sita Ambao mlango huu kwa ujumla ulikuwa unazungumzia mwezi wa Ramadhani au funga ya mwezi wa Ramadhani. Katika masala ya sita: thubutu dukhuli shahari ramadhana wa inqidaihi, kuthibitika kuingia kwa mwezi wa Ramadhani na kumalizika kwake. Yathbutu dukhulu shahri Ramadana, inathibitika kuingia kwa mwezi wa Ramadhan, biruyati lhilali binafsihi, kwa mtu kuuona mwezi yeye mwenyewe, au bishahadati ghairihi, au kwa mtu mwingine kuuona ala ruyatihi au mtu mwingine kuuona, au ikhbarihi bidhalika, au kupewa habari ya kwamba mwezi umeandama. Kwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhani unaingia kwa wewe kuuona wewe mwenyewe kwa macho yako, au kuuona mtu mwingine au kwa kupewa habari, ukaona habari kwamba mwezi wa Ramadhani umeandama, na habari hizo ukawa umeziamini zimetoka katika vyanzo ambavyo vinaaminika. Maana hivi sasa fitina ni nyingi, mtu anaweza akatupia tangazo huko kwenye mitandao ya kijamii kwamba mwezi umeandama, mwezi umeonekana, lakini ikawa si kweli. Kwa hiyo mtu unatakiwa kuhakikisha kwamba habari ya mwezi umeithibitisha kwamba ni kweli. fa idha shahida muslimu adlun bi ru'yati hilali Ramadhana, atakaposhuhudia muislamu tena muadilifu kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani. thabata bi hadhihi lshahada itakuwa imethibiti kwa ushahidi huo wa huyo mwislamu ambaye ni mwadilifu, itakuwa tayari imethibiti kuingia, dukhulu shahar ramadhana, kuingia mwezi wa Ramadhani. Liqaulihi taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala aliposema, faman shahida minkum shahara falyasumhu, atakayeushuhudia miongoni mwenu mwezi na afunge au atakayekuwepo mjini mwezi wa Ramadhani ukiandama basi anatakiwa awe ni mwenye kufunga. sallallahu alayhi wa liqaulihi sallallahu wasallama, na kwa ushahidi wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, idha raaitumuhu, pindi mtakapouona mwezi wa Ramadhani, fasumuu, basi fungeni. Maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasalama hayakuwa ni maelekezo ya watu wa Madina peke yao, yasiwahusu watu wa sehemu zingine. Haya ni maelekezo ya Allah ya, ya, ya Mtume akiwaelekeza umma wote, akiwaelekeza Waislamu wote, idha raaitumuhu, mtakapouona mwezi fasumu

kuonekana mwezi wa Ramadhani kwamba mwezi wa Ramadhani umeonekana. Faswamahu, kwa taarifa hiyo mtume akaufunga mwezi wa Ramadhani. Wa amara nnasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu kufunga. Hadithi hii, mtume akapata habari kwamba mwezi umeonekana hakupinga hakukataa, akakubali, akafunga na akawaamrisha watu wote wafunge kwa kuonekana mwezi na watu wengine. Yeye hakuuona lakini akafunga kwa kupewa taarifa. Kwa hiyo kumbe, mtu anaweza akafunga kwa kupewa taarifa ya kuandama kwa mwezi, si lazima kila mmoja uone mwezi fain lam yara lhilala, ikiwa mtu hatouona mwezi, ikiwa mwislamu hatouona mwezi, au lam yashhad muslimun adilun biruyatihi, au hakutoa ushahidi muislamu mwadilifu kuonekana kwa mwezi ahakuona, hakuna taarifa ya kuonekana kwa mwezi, wajaba ikmalu iddati sha'bana ni wajibu kukamilisha idadi ya mwezi wa shabani 30, yawman siku 30. Wala yathbutu dukhulu lshahri bighairi hadhain lamraini, na wala hauto haito thibiti kuingia mwezi wa ramadhani Fasina mambo haya mawili: ru'yatul hilal kuonekana kwa mwezi, au itmamu sha'bana 30 yawman au kukamilisha siku 30 za sha'bani, liqawlihi sallallahu alayhi wasallama, kwa qawli yake mtume aliposema, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake utakapoonekana mwezi fungeni. wa aftiru liru'yatihi, na fungweni kwa kuonekana kwake, utakapoonekana mwezi mahala popote, basi fungweni. Fa in fa in hubbiya alaikum, ikiwa mtakingilizwa juu yenu na mawingu, yani kukawa kuna mawingu, inawezekana mwezi ukawa upo kweli lakini ukafichwa uka, uka, uka na mawingu. fa akmilu iddat shabana 30, basi kamilisheni siku 30 za mwezi wa Shaban. wa yathbutu inqidau Ramadana, na vile vile inathibitika kumalizika kwa Ramadhani biru'yati hilali shahari shawwal, kwa kuonekana mwezi wa Shawwal bishahadati muslimaini adilaini, kwa ushahidi wa waislamu wawili waadilifu. Fa in lam yashhad muslimani adilani, ikiwa mwezi hautotolewa ushahidi na, wa, na watu wawili ambao ni Waislamu wawili waadilifu hawakuleta ushahidi, biruyati lhilali kuonekana kwa mwezi, wajaba ikmalu iddati ramadhana 30 yawman, ni wajibu kukamilisha siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Almuhimu ni kwamba mwezi unathibitika kuandama kwake kwa mtu kuona yeye mwenyewe au kwa kupata taarifa kwa mtu mwingine au kupata taarifa kwa chombo chochote chenye kuaminika kwamba mwezi umeandama. Taarifa ikija na watu wakaiamini, ni wajibu kufunga kwa watu wote, kwa watu wa dunia nzima. Sababu Mtume alipokuwa anasema fungeni kwa kuonekana kwake, maelekezo haya alikuwa anawaelekeza Waislamu wote, hakuwa anawaelekeza baadhi ya Waislamu. Maelekezo haya yalikuwa yanatolewa, na wa, yanatolewa kwa ajili ya Waislamu wote. Wakati mwingine watu huwa wanaleta ubishi kwenye jambo ambalo hata halina haja ya kuleta ubishi. Mfano, Juzi hapa tumepita kwenye Arafa watu maneno ni mengi hakuna Arafa Arafa anatakiwa watu wafunge kwa, kwa kuona mwezi kwao malumbano haya yanakuwa yako huku tu mtaani malumbano haya yanakuwa yako tu huku Tanzania lakini hata wale Watanzania ambao wamekwenda kuhiji wakifika kule hawasemi sisi Arafa kwetu sisi itakuwa ni kesho, sio leo. Watu dunia nzima wote, siku hiyo wanakwenda kusimama katika viwanja vya Arafa. Hakuna nchi ambayo itasema kwamba sisi uh, Saudi Arabia hawa wametutangulia kwa siku moja, kwa hiyo sisi Arafa yetu ni kesho, au wengine wasema sisi Arafa yetu ni baada ya siku mbili. Waislamu wote waliokwenda kuhiji, Arafa yao ni moja, wanasimama kwa pamoja, ibada yao wanaifanya kwa pamoja, na hata wale ambao wako nje ya Saudi Arabia, hawakwenda hija, wanatakiwa ibada zao pia ziende kwa pamoja, wote wafunge kwa pamoja, sio hawa wanafunga leo na wengine wakafunga kesho. Tena wengine wanasema Arafa, sije, kufunga ya Arafa haina mafungamano na, na hija funga ya Arafa ina mafungamano makubwa na hija. Mafungamano ni makubwa tu, huwezi kuitenganisha Arafa na hija. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo haya malumbano yanakuwa yako huko mtaani, lakini watu wakifika kule wanafanya ibada yao sahihi, wanashirikiana na Waislamu wa dunia nzima, mambo yote yanakwenda vizuri. Sisi tunabaki huku mtaani, kwamba mimi sifungi leo, waliofunga leo wamekosea, mimi nitafunga kesho. Watu wanaanza kuleta hoja nyingi o, na watu wengine ambao saa hizi sijui ni usiku kwao, sijui na nini, au achana nao. Wewe angalia wewe. Sisi hapa na Saudi Arabia tunapishana, ukija kuangalia hatupishani hata dakika moja. Kama ni saa kumi na mbili kamili hapa na Saudi Arabia pia ni saa kumi na mbili. Kama ni saa moja hapa na hapa na, na, na, na Saudi Arabia pia ni saa moja, hatupishani hata kidogo. Ndugu zangu katika imani, mwezi unaonekana kwa mtu kuuona yeye mwenyewe au kupata taarifa kwamba mwezi umeonekana. Ukiziamini taarifa hizo zikao ni za kweli, mwislamu unatakiwa uwe ni mwenye kufunga. Almas'alatu as-sabi'a, ah, mas'ala ya saba waqtu niyyati fi ssaumi wahukmuha, wakati wa kuweka nia ya funga na hukumu yake. Wakati wa kuweka nia ya funga na hukumu yake. yajibu ala ssaimi an yanwia ssiyama, ni wajibu kwa mfungaji kunuia funga jambo hilo ni wajibu, kuweka nia ya funga, jambo hili ni la lazima, hukumu yake ni lazima, ni faradhi, ni wajibu kwamba muislamu anapotaka kufunga aweke nia ya funga. wa hiya ruknun min arkanihi, nayo ni nguzo miongoni mwa nguzo zake, miongoni mwa nguzo za funga ni kuweka nia. Miongoni mwa nguzo za kufunga ni kunuia, ni kuweka nia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume aliposema, innamal a'malu binniyati, hakika matendo hulipo kutokana na nia. "Hakika matendo hulipwa kutokana na nia", wa innama likulli imri'in manawa, na hakika anayo kila mtu kile alichokinuia. Hadithi hii ni msingi mkubwa katika kutekeleza ibada zetu, kwamba utalipwa kutokana na nia yako. Ina maana kama haujaweka nia ya ibada, hautolipwa Ukiweka nia ya ibada utalipwa. Wayanwiha min allaili fi siyami lwajibi, na vile vile mtu anatakiwa kunuwia funga usiku katika funga ya wajibu. Kasaumi ramadhana, kama vile funga ya Ramadhani. Walkafarati, na funga ya kafara funga ya adhabu, kwamba mtu amefanya kosa fulani, sheria ikamwambia kwamba kutokana na kosa hili ulilolifanya unatakiwa kutoa kafara, na kafara yake ni kufunga. Hii inaambiwa pia ni katika funga za wajibu. Walqadai, na funga ya qadha, kulipa, ulikuwa unadaiwa. Wanadhiri, na funga ya nadhiri

Mtu huyo atakuwa hanafunga. Kwa hiyo, katika funga ya wajibu, katika funga ya faradhi, mwislamu unatakiwa kulala na nia. Na nia siku zote tunasema ma, mahaluha alqalbu mahala, pania ni moyoni, unanuia katika moyo wako kwamba nakusudia kufunga kesho na wala si lazima mpaka kwenda kutamkishwa maneno hayo na shekhe. Kuna watu wengine wanaweza kumkuta Ramadhani, miandama, anakwambia bwana, mimi sija jana, sikuenda msikitini kwa ajili ya kunuizwa, si, kwa hiyo leo sijafunga. Kwa hiyo atafunga siku ambayo atakwenda kunuizwa na shekhe msikitini. Na wanashangaa misikiti ambayo hawanuizi watu funga. Funga jamani ni kama ibada zingine funga ni kama hija, funga ni kama swala, funga ni kama zaka. Hakuna mtu anapotoa zaka mpaka kwanza akanuizwa na Sheikh. Hakuna mtu anaposimama katika kuswali swala ya faradhi mpaka imamu amgeukie aanze kumnuiza kwamba jamani, semeni sasa: nawaitu usalli fardhu salati uh, adhuhuri arba rakaati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Hakuna mambo hayo katika swala. Kwa nini mambo hayo yanakuepo tu katika funga, kwamba mpaka ukanuizwe, uka, uka funga na shekhe msikitini? Mambo haya hayapo, mambo haya hayajaelekezwa haya na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayajaelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila moja anaweka nia yake, na nia ni moyoni. Unapoweka nia moyoni inatosha kabisa, sio mpaka utamke maneno. Faman nawa sawman fi nahari, atakayenuia funga tayari meshakuwa mchana au ni asubuhi walam yatam shaian na akawa hajala chochote. Lam yujzi ilahu lam yujzihu, hiyo funga haitotosheleza. Illa fi siyami tatawui, isipokuwa kama funga hiyo itakuwa ni funga ya sunna. Fayajuzu biniyati minan nahari, itafaa kufunga kwa nia ambayo umeiweka mchana

hal indakum min shay'in, je mna chochote hapa jamani, kuna chakula chochote? faqulna tukamjibu mtume tukamwambia, la hakuna chochote leo hakuna chakula. fa inni idhan saimun, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hakuna chakula basi mimi leo nimefunga. Amma siyamul wajibi ama funga ya wajibu fala yanakidu biniyati min alnahari, haitofungamana funga hiyo na kunuia mchana. Alfajiri imesha ingia, hauta ruhusiwa tena kuweka nia ya kufunga funga ya wajibu. Wala budda fihi min niyati allail, hapana budi nia iwekwe usiku. Lakini kama nifunga ya suna, unaweza kaamka asubuhi muda wa kuwa haujanywa chai haujala chochote basi, unaweza ukasema, ah, mimi bwana, kuanzia sasa hivi nafunga, eh, funga ya suna, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipowauliza watu wake, jamani, leo kuna chochote? Akaambiwa hakuna. Akamwambia, basi kama hakuna kitu mimi nimefunga. Hadithi hii inatufundisha mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo tunafundishwa na hadithi hii ni kwamba funga ya suna unaweza ukaweka nia asubuhi kabisa kumekucha ishafika hata saa nne saa tano muda wakuwa haujala chochote, unaweza ukaanzisha nia ya funga katika wakati huo, inafaa. Lakini pia hadithi hii inatufundisha kwamba Mtume pia alikuwa anakosa kwa Mtume kulikuwa kunakosekana chakula kwa ushahidi wa hadithi hii Amefika asubuhi nyumbani kwake, anawauliza je, mna chochote? kuna chakula hapa? Anaambiwa leo hakuna kitu, chakula hakuna. Mtume akasema basi, kama hakuna chakula, mimi nimefunga. Kwa kukosa ni kitu cha kawaida, sio kitu cha ajabu. Yani, usije ukamwona mtu amekosa, hajanywa chai, anaambia leo bwana sijanywa chai kwa sababu sikuwa na kitu chochote, sikuwa na sukari, sikuwa na kitafunio, ukamshangaa: unakosaje? Hivi ni vitu vya kawaida. Ikiwa mtume mwenyewe alikuwa anakosa, wewe ni nani? Ni vitu vya kawaida sana, unaweza ukakosa. Kwa hiyo kama mtu atakuwa hajanywa chai hajala chochote cho cho, akaamua kufunga funga ya suna, basi ni jaizi. Huenda labda ni siku ya Jumatatu. Kama leo umeamka, haujala chochote cho, ukaamua kufunga siku ya Jumatatu, unaweza kufanya hivyo. Watakfi niyatu wahidatun fi bidayati Ramadhana lijamii shahari, na inatosha nia moja mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, kwamba mimi naweka nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani mzima, inatosha hiyo kwamba nitaufunga mwezi mzima wa Ramadhani, ndio nia tayari umeshaweka. Lakini wajustahabu na ni sunna tajdiduha, yaani kuijaddidi kuifanya upya, fi kulli yaumin, katika kila siku, unapoamka usiku, unaamka usiku kwa ajili ya kula daku, ni nia ya tosha hiyo ya kuufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo nia sio mpaka mtu atamke maneno. Nia ni kile kilicho katika moyo wako kwamba naweka nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa letu kwa leo. Subhanaka llahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka waatubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.